zetu wa damu, watu tuna machungu, na ninataka niwaambie viongozi wangu, hasa mkuu wa wilaya, unayo nafasi kubwa sana, uko mbele. Jaribuni kumshauri rais kile kitu ambacho watu wanakisema, na msiogopeshe watu, wasiache kuzungumza. Hamtaweza kutibu hili tatizo, tatizo hili. Acheni watu wafunguke, wazungumze kile kitu ambacho wamekiona tumezika watu leo. Huwezi kuzungumzia habari ya mwendokasi wakati umenizika mimi. Mwendokasi shingapi? Watu tuna uwezo wa kuchangia, tumetoa bei, tumetoa sisi wenyewe kodi zetu, lakini kwa sababu watu hawajasikilizwa ndio maana tumefikia huko, tutafute resource. Kwa nini watu wamefikia huku? Tunao vijana wengi wamegraduate vyuo, wako humu ndani hawana kazi za kufanya. Serikali hajiulizi kwa nini hawa watu wanafanya kazi gani? Wapeni vijana kazi za kufanya, wapate kitu cha kupoteza. Hamtaweza kuona hichi kitu kinaingia, watu wanaingia barabarani. Hawa wataweza kuingia kwa sababu hawana cha kupoteza, na ndio maana unaona vijana wengi wanaingia barabarani, hawana cha kupoteza. Na serikali wanapokuwa wanapeleka mawazo yao hawasikilizwi. Uwasikilize watu wanasema nini, alafu kisha umshauri mheshimiwa rais, ajue namna ya kufanya.